Ndugu msikilizaji wa Vatican News, urithi wa amani wa Papa Francisco unaendelea kung'aa katika ulimwengu wetu uliojaa migogoro ulio, kwa njia hiyo, ukaribu huo ulioonyeshwa kwa walio hatarini zaidi wakati wa utume wake hata baada ya kifo chake. Na mshangao huu umeikumba dunia nzima, kwa gari lake lile lile alilotoka nalo mara kwa mara kuwasalimia na kuwakaribia mamilioni ya waamini duniani kote, na ambalo sasa linageuzwa kuwa kitengo cha afya kinachotembea kwa ajili ya watoto wa Gaza. Ilikuwa ni mata kwa yake ya mwisho kwa watu aliyoonyesha mshikamano mkubwa katika kipindi chake chote cha upapa, hasa katika miaka ya hivi karibuni, tangu kuanza kwa vita vya wao kwa wao na katika miezi yake ya mwisho papa Francisko alikabidhi mpango huo kwa Karitas Yerusalemu, akitaka kujibu mzozo mbaya wa kibinadamu katika ukanda huo ambapo karibu watoto milioni sasa wameyakimbia makazi yao, huku kukiwa na vita mbaya, kuporomoka kwa miundombinu, mfumo wa afya uliodumaa na ukosefu wa elimu. Watoto ndio wa kwanza kulipa gharama hiyo, huku njaa, maambukizi na hali nyingine mbaya za kiafya zikiweka maisha yao hatarini. Francisko aliwahi kusema kwamba watoto sio idadi ya kuhesabu, ni nyuso, ni majina na ni historia, na kila mmoja wao ni mtakatifu. Na kwa zawadi hii ya hivi karibuni, maneno yake yameendelea kuwa vitendo hata baada ya kifo. Gari la Papa ambalo tayari limepewa jina la gari la matumaini, limepambwa kwa vifaa vya kutambua, kuchunguza na kutibu hali, ikiwa ni pamoja na vipimo vya haraka vya maambukizi, zana za uchunguzi, chanjo, vifaa vingine vya kuokoa maisha vilevile litakuwa na vifaa vya madaktari na wahudumu wa afya, na mara tu ufikiaji wa binadamu katika ukanda huo utakaporejeshwa utawafikia watoto katika pembe za kipekee za Gaza. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, katibu mkuu wa Caritas Sweden, ambayo pia inaendeleza mpango huo kupitia michango kutoka kwa waamini wakati wa Majilio, aliandika kwamba kwa gari hilo tutaweza kuwafikia watoto ambao leo hii hawawezi kupata huduma za afya, waliojeruhiwa na watoto wenye utapia mlo. Huu ni uingiliaji madhubuti wa kuokoa maisha wakati mfumo wa afya huko Gaza karibu kuporomoka kabisa, aliongeza. Yerusalemu ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikihudumia jamii za Gaza katika hali ngumu, inaongoza juhudi mahalia pamoja na wafanyakazi zaidi ya mia moja wanaohusika katika kutoa huduma za afya. Shirika sasa linajenga juu ya urithi wa papa wa huruma na nguvu na kuleta baraka zake za mwisho kwa watu wa Gaza gari hilo linawakilisha upendo, utunzaji na ukaribu wa utakatifu wake kwa walio hatarini zaidi, ambao ameelezea wakati wote wa shida. Antony Asfar, katibu mkuu wa Caritas Yerusalemu, alisisitiza: gari linaonekana kuwa limechukuliwa kwa uangalifu kwa mahitaji ya wale wanaohitaji zaidi, lakini si gari tu, bali ni ujumbe ambao ulimwengu haujawasahau watoto wa Gaza. Na pia, ni mwaliko kwamba ulimwengu wote uwakumbuke pia.